Kwa mkoa huu wa Kusini Unguja, mradi mkubwa kabisa wa barabara ya njia nne kutoka Tunguu mpaka Makunduchi. Tukishajenga barabara hiyo na hizi nyingine ambazo zinajengwa sasa hivi, mnaona wazi kabisa kwamba mkoa huu wa Kusini utafunguka kabisa kiutalii na mambo mengine yote ya kiuchumi. Huku upande wa Kusini tutajenga baraba, uh, bandari ya Kizimkazi kwa ajili ya mizigo na abiria, lakini vile vile tutaziimarisha bandari ndogo za Mtende, Chwaka na Unguja Ukuu. Kwenye viwanja vya ndege ukiacha kiwanja chetu kikuu cha Abedi Amani Karume ambacho nyi wenyewe mnaona sasa hivi kinaendelea kujengwa kila kukicha, tutavijenga viwanja vya Nungwi na kiwanja cha Paje. Ndugu zangu, tukishajenga miundo mbinu hii, bila ya shaka uchumi wetu utakuwa kwa kiasi kikubwa sana, na tutaweza kufanya yote ambayo tunatarajia kuyafanya, lakini vile vile tutashajiisha sekta binafsi kufungua viwanda katika maeneo ya viwanda yaliyoko Dunga pamoja na Pangatupu, ili viwanda vingi vijengwe, tuwapatie vijana wetu ajira. Lakini kipekee tutaweka miradi maalumu ya, mi, ya, ya kilimo ya ufugaji ya uvuvi kwa ajili ya vijana ili wapate ajira zinazostahili. bila kusahau kuwawezesha vijana wajiajiri wao wenyewe kwa mikopo isiyokuwa na riba. Eneo la mwisho ambalo ningependa nilizungumza leo ni utalii. Natambua kwamba Paje ni eneo la utalii, na kwa maana hiyo tunapozungumza sera ya Chama cha Mapinduzi kwamba utalii kwa wote, tunakusudia nini? Tunakusudia kwamba utalii huu usiwanufaishe wenye hoteli peke yao. Tupate vijana wetu wapate ajira katika mahoteli hayo, wakulima wetu na wavuvi wetu wapate soko la uhakika katika mahoteli hayo, lakini vile vile shughuli za tours zifanywe na watu wa ndani, wazawa, sio watu wa nje.